Kujia unapokoroma, anachosikia mchawi, anasikia hivi unasema, aturogwi mo aturogwi mo aturogwi mo. Huko ndio kukoroma kwa mtu aliyeokoka. Sasa mchawi akija, utasikia wale walokole waongo wachawi wale, kumbe amekuja amesikia akisema aturogwi mo, wala utahangaika usiku kama unavyohangaika sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hayo ni maneno ya kumalizia mkutano wetu, nitaenda kuomba kwa ajili ya kuahirisha mkutano wetu. Tunaendelea, na kama unajisikia vibaya, unaona ya kwamba ukija hapa watu watakuona na utaki uonekane na watu, unapokuja hapa, njoo kwenye kituo chetu. Kituo chetu kipo hapa, watumishi wa Mungu wapo, njoo saa moja, njoo saa mbili na kigizagiza, tutakupokea, tutakuhudumia na kama ukiona ya kwamba ninapotoka hapa kwenda mahali fulani, watu watakuwa wananiona, kuwaniona, na tutakuelekeza wapi uende, utakapoondoka kwenda mahali pale kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya ibada, watu watajua unatembelea ndugu zako. Uamini, kuamini kwa njia hii kunakubalika mbele za Mungu. Tunayo mifano ndani ya Bible, kama akina Yusufu na wengineo, akina Nikodemo walikuwa wanamwendea Yesu usiku, wasionekane na viongozi wa dini yake. Kwa hiyo kama wakamwendea Yesu usiku, tunakuruhusu, karibu sana na tutakuelekeza namna ambavyo utaweza kuishi vizuri na ndugu zako. Watakupenda, watakuona ni mtu yule yule lakini, wakati huo, ndani yako wewe ni mali ya Yesu, na utaona amani takavyo kutawala kwenye maisha yako. Sasa hivi unakosa amani sawasawa, kwa sababu ya ujumbe ambao mtumishi wa Mungu ameenda kutoa mahali hapa. Si kwamba sisi tulipanga tuseme, lakini Mungu ndo alipanga aseme na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante tena kwa ajili ya kusanyiko hili. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao Baba umewapaka mafuta kwa ajili ya kwenda kutumika katika shamba lako. Mungu wetu na Baba yetu tunasema asante sana kwa sababu tangu tulipoanza tumeona namna ambavyo unatuhudumia, tumeona namna ambavyo unawafungua wale watu ambao wamekusudiwa kuharibiwa na ndugu zao na majirani zao na wengineo ambao wanachuki kwa ajili ya maisha wanayoishi katika ulimwengu, lakini baba umeenda kuwafungua. Tunaamini ya kwamba Yesu, utaendelea kuwa pamoja nasi mpaka pale tutakapoahirisha mkutano wetu. Viwanja hivi na viacha mikononi mwako, yeyote atakayokusudia kunena mabaya juu ya viwanja hivi, atakayekusudia kunena mabaya juu ya mkutano huu, Mungu utaenda kukutana naye. Tunapoondoka Bwana Yesu, tunaomba pia ututangulie. Tunatumia vyombo vilivyotengenezwa na wanadamu Baba ukaviendeshe vyombo vile kama unavyoviendesha siku zote, utupeleke salama, ukatulaze usingizi mnono, ukatuamshe tukiwa wazima. Bariki familia zetu, bariki kazi zetu. Ninawaacha watu wa Matumbi mikononi mwako, wote ambao wameisikia sauti na wale ambao hawajaisikia. Bariki kazi zao, bariki biashara zao, bariki kila jambo analolitenda bariki familia zao, bariki watoto wao, wale wote wanaokusudia kuwafanya mambo, kuwafanyia mambo mabaya kwa nguvu za giza, nguvu za majini, nguvu za kishirikina washindwe katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunahitaji kupata ushuhuda kwa wale wote ambao umeenda kuwahudumia kwa njia hii. Tunayo mambo mengi ya kukuomba, unayajua hata kabla hatujatamka, kwa sababu wewe ni Baba. Hakuna baba asiyejua mahitaji ya watoto wake. Haya machache tuliyoyatamka na yale ambayo hatukuyatamka, pengine kwa udhaifu wetu wa kibinadamu yote tunayoweka mikononi mwako tukiamini, Yesu utaenda kuyatenda sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu, na wote tuseme eime, amina. Unitangulie Bwana, ninatamani kufika, unitangulie Bwana.

Amen, twende na amani ya Yesu.